moja niwaambie kitu kimoja. Ligi kuu Tanzania bara, ukitaka kuwini ubingwa kwanza mkande e, wanasema mpinzani wako mpinzani wako au mtani wako wa jadi. Sisi mtani wetu wa jadi ni Kolo, kasha kufa nje ndani. Mechi ya kwanza kala goli moja kwa sifuri, mechi ya pili kakimbia mechi kala chuma tatu kwa sifuri. Ukitaka tena kuchukua ubingwa mkande wanasema uh, mtu ambaye unashindania naye ubingwa title contender mwenzio, ambaye sisi kwetu umesoma, ni Azam Football Club ambaye raundi ya kwanza alitufunga, raundi ya pili alikisasi. Haki kimemkuta na hiki, ukikipeleka kwenye mechi za kimataifa, moja bila akatufunga nyumbani kwetu, mbili moja tumemfunga nyumbani kwao kama ile fainali asi mpubwa, wakubwa bwana. Tunakumbuka matukio makubwa makubwa. Ndiyo. Kama ile fainali tuliocheza na Usma wakatufunga nyumbani mbili moja tukawafunga kwao moja bila. Wanaume hao sio ati atumwagi machozi, sio kufuzunusu. Ah, ah, ah, unajua kuna vitoto vingine vya kiume lakini kama vimeachanjia au wamelefti. Sijui, mtoto wa kiume unafuzunusu fainali Unayatafuta, una machozi yenye ayatoki hapo <tie> <tie> ni nusu. Hapo kuna mwanaume kashadi vadi medali, yani anapoteza mechi kwa, kwa kanuni, mwamba bado yupo. Sasa waambieni, tumelimaliza hili. Wana Yanga wote tunaelekea wapi? Manyara. tuna mechi tarehe ishirini tunamaliza mechi FA, tukimaliza tunaenda Manyara, Ligi Kuu Tanzania Bara, tutaenda kuweka kituo pale Manyara pale kwenda kucheza na Fountain Gate. Hili limeisha, tumeshalimaliza. Dada eh? Yangu ikitokea, e, mtu amekufunga kwenye ligi usikubali akufunge mara mbili kawaambieni. Wewe, hmm. Peleka ujumbe, usinaangalie vibaya. Unaniangaliaje hivyo? Peleka ujumbe kwa zaka za kazi, mpelekee ujumbe Baharesa yule mwanaume. Kwa nini afungwe mara mbili na nyinyi mlikuwa mna uwezo huo? Kwa nini afungwi mara si siwezi kutufunga nje ndani kwenye ligi hii, ligi hakuna haya. Wao tufunga raundi ya kwanza, nini kimewakuta huyu? Ah, ah, eh, anamtaja ali... Na, yeah. Ali na manusula anamtaja Ali kaka Levo ah, okay. zako tena za kubishana na Yanga eh, zilishaisha. Leo yaani wewe saa hizi na mtafute Singida, Singida. Saa hizi wewe mtafute Singida, si unaujua eh? Kabishane na masanza kabishani na mashabiki wa Singida . Sasa sisi tunaongoza ligi yeah. Tumeshakuacha wewe hapo unagombania nafasi ya tatu na Singida, unaongeaje na sisi ah? Wewe umesharizika na mafaya, ndio maana Azamu haifanikiwi, kasharizika huyu, umerizika matokeo matatu, matokeo matatu, matatu. Kila siku unafungwa wewe unagombania je nafasi ya tatu saa hizi si? Kwani usigombania ubingwa? Jamani wana Yanga, wewe umenifunga gemu ya kwanza, mimi nimekufunga kwa kwa ya pili, we uko nafasi ya ngapi? Yaani ya uh, wewe umenifunga si? Usi umefungwa fungwa hadi mikoani ndio maana kwa tatu. Kwani jioni una ka unafungwa wewe, Singida akakupiga ngapi? Mimi Singida akanifunga. Wewe umefungwa na Tabora kwa timu kama Singida. Mbona umefungwa fungwa mechi kibao mashujaa na mashujaa mashujaa. Mchezo wa leo ungeidai dabi dabi. Hebu wananchi tujibu kwa pamoja. Atuchezi. Sisi atuchezi. Dabi tulishamaliza. Kwani wewe timu gani? tumalize bwana, tumalize, tumalize, tumalize tumalize, goli kwa shahiri. goli tu mwache, tumalize. Kwani, ngoja, ngoja. Ah, msimnyime, msimnyime nafasi. Ngoja kwanza. Wewe timu gani? Mimi Azam. Wewe Azam? Sisi tunasema mechi na Simba hatuchezi. Sisi hapa Yanga. Mechi na Simba hatuchezi ya yeah, Simba yanakuhusu nini? sisi na wewe tunacheza au tunataka turudie tena? Tena wana michezo wako weka pembeni wewe, tetea timu yako we ja, Azamu we yanakuhusu, kacheze baikoko, kama yeye mwana michezo pointi za bure? Bila kucheza na mpanzo, mimi mi nawaambia wanao, tuhitaji si wako mashindano mengine? na si tumo, waangaike waneng'eneke, wafike fainali, kwa sababu yanga kufika fainali ni lazima waneng'eneke, tukutane nao fainali kwenye kombe la CRDB, kwenye ligi. Mkishakutana nje ndani, imeisha. Hiyo nafasi ya kurudia mechi ya tatu hakuna kwenye ligi. Wewe una nafasi ya kucheza na yanga tena mechi ya tatu kwenye ligi? Sasa huye mwenzio anaipataje? Huyo mwenzi, wakati nafasi alishaipata kaka. Kaka gesti kishalipiwa, kama umeingia umeondoka, ujaingia chumbani, kama ulishalipa gesti, chumba chako kishatumika tayari kaka. Ah, sisi kile chumba tushamaliza, tushamaliza kaka. Narudia tena, ukienda loji au ukienda gesti ukalipa hela kama mwanamke ajaja usimlaumu mwenye gesti Sopka, misa, mwamba kashaondoka, basi nafasi ya kurudia na kolo. Tushamaliza kaka, tuendelee na mambo mengine mmesema wanacheza nusu fainali, wanacheza nini, wanacheza haya. Tulia shekhe, una shahidi lolote kwanza, manake kama yanataka kumtoka ya ziada A ha, hebu tupe kwanza shairi la leo. Tulomfunga Azam. Eh. Basi na hiyo ma media hizo. Haya twende. Wazee wa kukamia waite wauza ukwaju. Goli mbili wamekalia leo wamepigwa juju. Ni tumetulia ni wengine mtajiju nani sana Azamu. Zamu kipigo kilicho akuta Ole ni sana Azamu. Zamu mana leo tumewadunda, Kauze ni ice cream mpira usha washinda. Kama wewe mwana nji mbiga makofi matatu, Mwana hey! Leo tumeshinda bila mafuta ya Mwambo sa Naam. uh, kipindi cha kwanza umetawala sana mchezo na pengine kama nafasi lizotengeneza mngezitumia vizuri zingekuwa hata nne mpaka tano kwenye kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili imekuwa tofauti. Substitution mbili ambazo kocha amezifanya Aziz Ki na Jonathan Kangalo kama zimekwenda kuikabatimu hivi, Azamu wakatengeneza nafasi nyingi wanakulia wao mara nyingi kuliko nini ka mbavo kna kwanza kwanza, nikuambie sisi tunampongeza sana mwalimu wetu uh, Miloud Melodi amefanya mm kazi kubwa sana kwa sababu ukiangalia necha ya mechi ya leo kwenye kikosi chetu cha kwanza ambacho kimecheza takribani mechi nne tano zilizopita, tumemkosa fullback right yetu ambaye alikuwa anaanza uh, Israel Patrick Mwenda, leo hakuwepo kabisa sehemu ya mchezo. Tumemkosa Khalidi Aucho maestro, maestro, fundi wa mpira daktari, hakuwepo sehemu ya mchezo wa leo Kwasi, lakini tulimkosa key master Azizi katika hicho kipindi ambacho nakizungumza, katika kile kipindi cha kwanza all in all, baadaye tukacheza katika kucheza pakome zuzwa man of the match wa mfululizo karibuni mechi tano, naye akapata injury akiwemo sehemu ya kiwanja. Hatukukaa muda mrefu, tukapata tena injury ya pili ambayo ililazimisha sabu ya lazima kwa mwalimu kama huu, na una mwalimu kamkumbe mechi kama kama hiyo anaweza akapoteza. Kumbuka Azam wamekamilika hawana majeruhi hawana hawana adhabu yoyote, wachezaji wote wako uwanjani na mwalimu anafanya kila anachokitaka, lakini mwalimu wetu Miloud imebidi atumie akili ya ziada kujua nani anaweza akacheza wapi na nani akacheza wapi, ili mradi Yanga ipate matokeo. Makofi kwake kwanza mwalimu, na sisi kama mashabiki wa Yanga, kazi anayoifanya mwalimu wetu tunaiona yani, sio mwalimu akamkumbe kamkumbe wa kusubiri watu wamchambulie timu mitano. Kuna walimu wengine huko timu wanapangiwa kwenye mitandao na, na, na, na, na wachambuzi e, kesho asianze ateba, aanze yule Mganda yule e, kocha naye akija ateba haa. Nje Mganda anaanza huyo kocha akabisa, kamkumbe, kamkumbe huyo kamkumbe kocha, ni huyu midfield anaanza kwake, Duke Abuya anacheza na Modasili. Haya basi katika piki hali ya juu.